Sababu gani hasa zinapelekea huu umeme tunaoita wa ubongo kupata itilafu huko na kupelekea mtu kupata hizi dalili za degedege na hatimaye tukaziita baadaye huko, kama zinaendelea na kudumu, tukaziita kifafa. Sababu zipo nyingi, na kila kundi la umri fulani lina sababu ambayo ina, ina, ina, inaweza ikatofautiana na kundi la, la umri mwingine. Kwa mfano tukichukulia kundi la umri la watoto kati ya mwaka sifuri mpaka mwaka mmoja, kwa kiasi kikubwa, hawa sababu kuu ya kifafa huwa ni namna alivyozaliwa. Kwa mfano mtoto kazaliwa ameshindwa kulia. Sasa mtoto ameshindwa kulia hapa, maana yake nini? Maana yake mtoto huyu hakupata hewa inayoitwa ya oksijeni haraka katika ubongo wake, na hiyo pekee inaweza, inaweza, inaweza kusababisha sasa madhara fulani katika eneo fulani la ubongo, ambalo hilo eneo la ubongo linaweza kuwa ndio chanzo cha kuharibu umeme wa ubongo na, de, na kisha sasa ikawa ndio chanzo cha kupata degedege dege, na ikaendelea ikawa chanzo cha kifafa kwao. Utaona kundi la watoto hawa anakosa hewa tu anapozaliwa inaweza ikapelekea kupata ugonjwa wa kifafa. Katika kundi hili pia wanaweza wakapata manjano wakati wa kuzaliwa, na haya ni katika mambo ambayo jamii yetu kwa kiasi kikubwa inayajua, inayojua. So, mtoto alizaliwa na manjano, anaweza akapata homa, ili homa ikapelekea kupata degedege. Degedege linaweza likarudia siku nyingine na siku nyingine kwa huyu mtoto anakuwa amepata kifafa. Umri kati ya mwaka mmoja mpaka miaka mitano inafanana kwa kiasi fulani na umri huu, lakini mara nyingi sana katika umri huu tunasema maambukizi. Hmm, kuna malaria, kuna maambukizi mbalimbali ambapo mtoto akiyapata inaweza ikapelekea shida ndani ya ubongo. Kuna ugonjwa tunaoita Uh, meningitis. Meningitis ni maambukizi katika mfumo wa ubongo, anapata bakteria, anapata virus mbalimbali mbali, anapata hiyo ugonjwa wa meningitis. Uh, kwa Kiswahili tunaitaga homa ya uti wa mgongo. Hiyo peke yake inaweza kuwa ndio chanzo cha kuharibu umweme wa ubongo, inaweza kuwa chanzo cha degedege na ikapelekea mtu kuwa na chanzo cha kifafa lakini kuna, kuna vyanzo vinavyotokana na maisha yetu. Kwa mfano katika kundi la watu kati ya miaka kumi na tano na arobaini, hili ni kundi ambalo la vijana. Zipo sababu mbalimbali mbali katika kundi hili. Kwa mfano tuchukulie aina ya maisha, mtu labda anakunywa pombe kali kwa kiasi kikubwa muda mrefu Kundi hili pia ni kundi lile la wazazi aa, mama mjamzito anaweza akapata kile tunaita kifafa cha mimba. Sasa presha ikiwa ya juu wakati wa ujauzito inaweza ikapelekea shida ambayo ikaletesha degedege dege, na baadaye ndio ikawa chanzo chako cha kupata aa, kifafa. Lakini ulaji inajulikana kwa kiasi kikubwa matumizi ya nyama ya nguruwe kwa mfano, huwa yanaambatana na aina fulani ya minyoo, ambayo minyoo hii kama ile nyama haikupikwa vizuri ama haikutayarishwa vizuri, inaweza ikasababisha maambukizi ya hii minyoo katika ubongo, na hili peke yake tu linaweza kuwa ni chanzo cha kifafa. Kwa hiyo sasa, ndugu watazamaji, utaona kila kundi eh? Kila umri fulani una sababu ambayo inatofautiana na, na, na kundi lingine, lakini yote hayo yataishia tu kusema kwamba mgonjwa sasa huyu ampata tatizo la, la kifafa. Uh, duniani kwa ujumla, uh, sababu kubwa sana ya matatizo ya kifafa yapo chini ya umri kat, uh, kati ya miaka sifuri mpaka kumi na tano lakini katika hili kundi la miaka 40 na kuendelea, sababu kubwa kabisa ya kifafa huwa ni, ni ugonjwa wa kiharusi, pia kitaalamu kwa Kiingereza tunaita stroke. Ugonjwa huu ambapo ni ugonjwa wa kupooza, huwa una kawaida ya kutengeneza makovu katika ubongo, na makovu yale yanaweza yakaharibu mfumo wa umeme wa ubongo na ndio ikawa chanzo. Bahati mbaya sana jamii yetu imekuwa ikihusisha ugonjwa wa kifafa na imani uh, tunaziita zile zisizo uh, za giza, zisizoeleweka vizuri imani za kwa lugha ya yetu ya, ya, ya Uswahili za kishirikina. Kitaalamu hilo halina mahusiano na ugonjwa wa kifafa.